Assalamualaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha kids kona. Kama mnavyonijua, mimi Mariam Shafi nikisimama hapa mbele yenu na hadithi tamu sana. Kwa hivyo, msikilize kwa makini tupate kunufaika. Hapo zamani za kale paliondokea na shule moja yenye ilikuwa inajulikana sana kwenye hicho kijiji. Shule hiyo ilikuwa na wanafunzi wengi sana. Katika hiyo shule kulikuwa na darasa moja lenye lilikuwa na mwalimu mchangamfu. Huyo mwalimu alikuwa anapenda kuwa challenge wanafunzi wake. Hiyo siku mwalimu amekuja na furaha paka wanafunzi akasema, ee leo, leo madam ana, ana jambo leo, tujui ni jambo gani, lakini hebu ngoja tusubiri paka tuambie. Akawasalimia vizuri akaambia, wanafunzi wangu leo, nataka niwajaribu, leo niko na challenge nyingine ngumu, lakini si ngumu sana, ila mshindi atapata zawadi na hii challenge yetu ya leo ni challenge ya wiki nzima. Ijumaa ndo tutam, tutampa mtu zawadi kwa sababu Jumamosi na Jumapili hakuna shule. Basi kila mtu ikawa amefungua masikio yake, nini hiyo madamu atakatuambia? Hebu tusikilize kwa makini. Basi ile madamu akasema leo nataka niwape challenge ya, ya ukarimu, yaani ufanye tu tabia nzuri, ukifanya kitu chochote utakuwa waekewa star kila siku, waekewa star star star. Sasa kila ukifanya jambo zuri waekewa star, ukimsaidia mwenzako, ukisema ukweli, yani bora tu jambo zuri, wapata star moja, star moja, star moja. Alafu ijumaa mwenye atakuwa na star nyingi zaidi atapata zawadi. Basi kuna mtoto mmoja alikuwa aitwa Ahmad. Ahmad akasema mimi lazima mpate hiyo zawadi ya hiyo Ijumaa, nakwambia nitafanya mambo mazuri karibu yote nishinde watu. Basi Ahmad akaanza jaribio lake mwenyewe, kwa sababu alisema mimi nataka kufanya nini kwa mshindi hiyo siku. Huyo madam alivyomaliza darasa, akamwambia madam, lete nikusaidie vitabu, nipeleke ofisini. Basi akamsaidia akampelekea hadi ofisini, kidogo mwenyewe amerudi zake darasani, walikuwa wana somo la kuchora. Mara mwenzake ameangusha kala zake Ahmad akaamka akamsaidia kuokota akampa mwenzake, akamshukuru, asante Ahmad. Kidogo kidogo mwenzake sijui ameanguka akaamka, akampangusa akam, pangusa akamsaidia kuchukuachukua hizo vitu zenye ameziangusha, ile mwenzake akafurahi akamshukuru, yaani akaendelea, akajitahidi hiyo wiki, kawa amesaidia watu wengi, amefanya mambo mazuri mengi, lakini akagundua kwamba yaani tangu ameanza kujifundisha kwa sababu anataka kushinda, mpaka wakati yenye hakuna watu, yeye anafanya tu mambo mazuri. Atasema ukweli hata kama hayuko shule ama hakuna mtu mwenye anamwangalia amweke star, bado atafanya mambo mazuri, hafanyi mambo mabaya. Akasema mm, nimeelewa kwa nini mwalimu wetu alituambia anataka kutuwekea hii challenge ya wiki nzima mimi imenizoesha mpaka kiasi cha kwamba siwezi kufanya tena tabia mbaya. Hata nikitaka tu kudanganya, naanza kufikiria mm, madam si atanipunguzia sta? Ama labda kwa hii kudanganya yangu kidogo tu itanikosesha zawadi, labda sitopata sta moja, mwenzangu anishinde. Akajifundisha kwamba yani lazima mi nifanye mambo mazuri, si kwa sababu tu ya sta, lakini kwa sababu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ikafika Ijumaa, sta zikahesabiwa Kagundulwa kwamba Ahmad ndiye ako na star nyingi. Ahmad akafurahi akasema, alhamdulillah, mimi nimeshinda. Akapoa zawadi yake, lakini madam pia akasema akasema, huyu Ahmad si kwamba ameshinda kwa sababu ya star peke yake, niligundua kwamba yeye anafanya mambo mazuri hata kama sisi hatumwangalii, akiwa hata nyumbani, akiwa njiani, pia nilimwona akisaidia mtu nyumbani. Mamake pia amemsifu sana, mamake amenipigia simu, anaambia, Ahmad mashallah, siku hizi Amekuwa mtoto mzuri, yani ni mkarimu, anasema ukweli, mwaminifu. Kwa hivyo Ahmad ametu, ametufunza kwamba hii challenge yenye mimi nimewawekea sijawekea kwa sababu ya kupata zawadi, ila nimewawekea kwa sababu mwanze kujifunza. Si ati mulikuwa mnafaa kufanya mambo mazuri kwa sababu mpate zawadi, bali mnafaa kufanya mambo mazuri ndo mupate thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Muwe watoto wazuri, mtapendwa na kila mtu, na vile vile mtapendwa na Mwenyezi Mungu. Basi Ahmad akafurahi na wale wanafunzi wengine wote wakajifunza kwanzia na hiyo siku walikuwa hawafanyi kitu kwa sababu ya mtu amemwambia ame wafanye, walikuwa wanafanya kitu kwa sababu ya nani? Ya Allah vile tawabu, na vilevile wapate thawabu nawe watoto wazuri, na hadithi yangu ikaishia hapo. Hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza kwamba tusifanye mambo kwa sababu tumeambiwa tufanye. Sana sana kama mambo mazuri, kama tuseme labda, sana sana watoto wetu wingi wanafanya mambo hayo, labda imefika time ya Ramadhani Mamako amekwambia funga leo, leo funge siku nzima, we ukaona mamako hayuko, umeenda umekunywa maji, wamchungulia ume mama hata nioni ukakunywa maji. Ama ukaona labda kwapikwa viazi vya fia kufuturu, kaiba kimoja, wala mama taja niona napana. Mwenyezi Mungu anatuona, Mwenyezi Mungu sio kwa kila mahali. Basi tufanye mambo mazuri kwa sababu yake, na tupate thawabu inshallah, tuingie peponi, na hadithi yangu ikaishia hapo.